Na mambo vipi mtongo wa nguvu ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV na kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari za zote ndio mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana habari kubwa inatrend, inamuongelea chanze. Wow, wengi tunajua bwana, huyu mwamba alikuja hapo Msimbazi kwa kishindo kikubwa sana. Alikuwa panaongelewa sana na alikuwa pa mtu anaongelewa kwa uzuri kwa sababu tunajua kabisa Simba walipata mchezaji ambaye anajituma na mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana walichozania. Lakini bwana tunajua kabisa msimu akacheza ukaisha na pia akafanya vizuri akawa mfungaji bora wa hapa ligi ya Tanzania. Lakini bwana pia mashabiki wanakuwa bado wana ukakasi naye kwa sababu hawajamuelewa bado, ana mpira fulani hivi ambao bado unaumiza mashabiki kichwa. Sababu gani? Issue inakuja mchezaji bwana wanavyosema mashabiki hajitumi. Mm, ni mtu ambaye karegea sana ni mtu pia ambaye hajitumi kabisa. Lakini hapo Msimbazi namba ile ukuja imekuwa kasheshe. Tunajua kabisa Morris ni mchezaji ambaye ni mzuri sana na anajua sana. Amekuja kwa muda mfupi lakini mapokezi yamekuwa makubwa sana kwa mashabiki ambao wametoka kumkubali na kumuelewa jinsi ambaye anavyocheza na anavyojituma. Ni mchezaji ambaye anakupa kila kitu, kwa hiyo amezidiwa mengi sana na imani angekupo. Huyu ni mchezaji wa kigeni, kwa sababu ni mchezaji wa ndani hapa Tanzania, hata bwana Mahema alivyojiwa mchezaji gani, unaona kabisa ana kitu mwenye Mahema, alisema Bwana Morris ni mchezaji ambaye anajua kucheza na anajua kujituma, na pia ni mtu ambaye anajua mpira ile mbaya. Akiwa uwanjani, unaona kabisa una mtu. Kwa hiyo, Morris ni mchezaji ambaye ana kasi, kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, amemziji chazi haa, vitu vingi sana kwa hiyo mchezaji huyu Morris, bwana namba amechukua namba, ameipata kazini kwa chaziawa kuna kazi, hawezi kumweka benchi Morris kabisa, kwa sababu Morris ana kipaji kikubwa sana, amemzidi vitu vingi sana. Basi hapa itakuwaaje? Kwa sababu ni mchezaji ambaye tulimtegemea sana chaziawa, lakini kwa alichokionyesha muda wote mpaka amekuja Morris, kazi anayo. Simba hapa wamepata mchezaji mrni mchezaji ambaye anajua sana, ana anajituma sana sana sana, kwa sababu amekuja mda mchache, lakini anafanya mambo makubwa na anaonyesha uwezo wake ambao ana mchezajikutoka uo u nakuauonesha makubwa kwa mchezaji mmoja mmoja ana uwezo, lakini unaona kabisa huyu Morris ana kitu. Ni mchezaji ambaye anajua sana anaibeba timu na anajua anafanya nini, anaweza kuichezesha. Naogopa sana mchezaji akiwa anajua kuchezesha timu, huo ni mchezaji ambaye ana kitu na imani kabisa. Morris bwana, angekupo ni mtu wa nchi za nje, angekupo mchezaji wa kigeni hapa, angekupo na jina kubwa sana, angetrend sana lakini, tunajua sisi wa Tanzania tunapenda kwa watu wachezaji wetu hapa kidogo kuaminia fulani hivi kama tuwaone, lakini Morris ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana na ana uwezo mkubwa sana, hata cheze hao. Huyu bwana ajiangalie hapa kwa huyu mtoto namba kwa kabisa sababu ni mtu ambaye anajituma, ana uwezo mkubwa sana na ana nizamu, nizamu inambeba sana. Ni mtu ambaye ananizamu sana hata ukimwona akiojiwa, ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana, na mpira unahitajika heshima. Kwa hiyo Morris, ana sifa zote, ni mchezaji ambaye kiukweli ana nizamu kubwa sana, na kwenye soka nizamu ni kila kitu, yaani ukiwa una nizamu kwenye mpira itakusaidia sana mpira. Unahitaji uwe na tabia nzuri sana, ni mchezaji ambaye ana upendo na wachezaji wenzake, na kwa kwa uwezo na wake watabaki naye ataenda ata ataondoka mapema sana katika klabu ya Simba akionyesha uwezo wake na kipaji kikubwa aa, tiketi yake ya kwenda mbele ipo, kwa sababu ni mchezaji ambaye kila mechi akicheza lazima awake na anaonyesha uwezo mkubwa sana. Ni mtu ambaye anashawishi watu wampende. Ni mtu ambaye sio kushawishi tu, kipaji chake kinafanya watu wampende na waone mchezaji wa gharama sana na ana uwezo mkubwa sana na pia, kwa unajituma, unajituma, unaonyesha mpira wako e, kujituma, thamani yako inapanda, unakuwa mchezaji ambaye najua Simba sasa hivi umchezaji akijituma thamani yake itakuwa kubwa sana kwa sababu tunajua pia ni mdogo. E, udogo utambeba, kwa hiyo wa kipekee una thamani kubwa sana na mchezaji kwa mdogo ni mali, unajua kwa hizo kabisa kule ukiwa mchezaji mdogo unakuwa una thamani kubwa, wanakujali. Kwa hiyo hapa Simba wamepata mtu na mtu ambaye anajituma sana, ni mtu ambaye tegemezi na atakuwa tegemezi hapo Simba kwa kipaji alichokionyesha hapo Msimbazi. Sababu ni mchezaji mdogo, ana uwezo mkubwa sana sana sana sana. yangu ni yayo mtongo nguvu, na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendwa mtandaoni zaidi na zaidi. Asante sana mtongo nguvu.